Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutimiza majukumu yake ya kubaini, lakini kuzuia na wakati mwingine kutanzua vitendo mbalimbali vya mbali kihalifu. Kazi kubwa ya Jeshi la Polisi kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Polisi polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Narudia, kazi kubwa ya jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria iliyolianzisha jeshi hili la polisi pamoja na polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu na kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuwa salama. Hata hivyo, kumekuwa na ufuatiliaji mbali mbali kuona kwamba hali hii ya usalama inaendelea kuimarika. Kati ya tarehe tatu mpaka tarehe kumi mwezi huu wa Oktoba, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wanne ambao wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia Sheria imeruhusu kuwepo na vyombo vya habari, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo. Kwa hiyo waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Jafet Alex Tobias, huyo ni mkazi wa Sabasaba Ukonga. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Joseph Agostino Mabwe, huyu ni mkazi naye wa saba saba Ukonga. Hawa wanadaiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Wispot. Mtu mwingine wa tatu aliyokamatwa ni Tegemeo Zakaria mwenye Goha huyu ni mkazi wa Tabata Ilala ambaye anatuhumiwa kumiliki kitu kinachoitwa TV Media tu. Mtu wa nne aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Elia Costantino Pius. Huyu ni mkazi wa Mbezi Juu, Kinondoni, ambaye ametuhumiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Costa. Watu hawa wanamiliki TV hizi kinyume cha sheria bila kusajili na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Wote mnafahamu kwamba nchi hii kwa mujibu wa sheria inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo shughuli zozote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, kwa sababu upelelezi umekamilika. Mefuatilia mara kadhaa, jambo la kwanza zinapopatikana tuhuma ni kupeleleza. Kwa hiyo uchunguzi umefanyika, jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria zinazohusiana na mambo haya, na kubaini kwamba watu hawa na vyombo hivi vimekuwa vikifanya shughuli hizi ambazo nimezitaja kinyume na sheria, na kwa sababu hiyo watafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria haraka iwezekanavyo, ikiwemo mahakama za nchi hii. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia mifumo ya kisheria. Mwisho, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halita sita kumtia mbaroni mtuhumiwa yoyote ambaye itabainika anafanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni vitendo ambavyo vipo kinyume na sheria. Tunaendelea kuwahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kwamba jeshi linafuatilia kwa karibu sana vitendo mbalimbali mbali, matamko mbalimbali lakini tunawahakikishia jiji liko salama, salama, na litaendelea kuwa salama. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.